Katika bunge la Machakos e, na serikali ya Machakos sioni ni wapi mheshimiwa Alfred Mutua anaingililia. Alikuwa na nafasi yake ya miaka kumi. mm. Alifanya kazi yake na akaondoka. Tunamwomba hivi mm. atupe nafasi yenye, alipewa nafasi, tufanye kazi ye yetu venye jinsi tunaona ni vye ni vyema kwa sababu kama mwenye amepewa kazi ni incompetent, hata kukiwa amani ama bila amani, you cannot replace incompetency mm, with peace mm, or lack of it. Incompetence is incompetence mm, so I wish uh, kumweleza, we tuko na structure zetu za kufanya kazi, let him respect those structures. I don't think he's part of the structures mm. Wacha afanye mambo yake mahali amepewa kazi na, na President Ruto atafutie vijana wetu kazi a ensure mm. uh, wale watu wetu wako huko Middle East wenye wanateseka huko wakifanya kazi mm. wako na uh, you know, good working environment eh, na tunajua tunajua the mm. the grand scheme, the grand scheme ya Dr. Alfred Mutua ni kudestabilize ni the Ukambani uh, uh, region because he thinks mm. he can use that confusion uh, kutuletea ku, ku uh, you know uh, another line of politics. Tumemuonea 18. Mm.